Zaburi 118 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Ujumbe wangu wa leo na kichwa kinachosema sitakufa bali nitaishi, kwa kuwa Mungu bado ana kazi na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma habari ya nabii mmoja mkubwa anaitwa Elia ambaye aliwaua manabii wa Baali au manabii wa uongo mia nne na hamsini katika nchi ya Israeli, ambapo walikuwa watu wamemwacha Mungu. Kumbuka Israeli ni taifa teule, taifa la Mungu, lakini watu walimwacha Mungu wakipotoshwa na mfalme mmoja anaitwa Ahabu ambaye alikuwa na mke wake mwenye miungu na mwabudu mashetani aliyekuwa anaitwa Yezebeli. Baada ya Eliya kuwa ameua au manabii wa uongo mia nne na hamsini wa Yezebeli, mke wa Mfalme Ahabu, ah, nani Yezebeli anatuma ujumbe ndiyo msafari ulioanza nao, ya kwamba baada ya Yezebeli kupata habari ya Elia aliyoifanya kwa manabii wake, Yezebeli anatuma ujumbe. Yezebeli alikuwa ni tishio katika taifa la Israeli kwa sababu alikuwa ni mke wa mfalme, ni malkia, lakini alikuwa na nguvu ya utawala na nguvu ya ushawishi kwa hiyo jambo ambalo alikuwa anahitaji Yezebeli anamsemesha mme wake ambaye ni mfalme Ahabu inatendeka, na kwa sehemu kubwa Ahabu aliwakosesha wana wa Israeli kwa sababu ya mashauri mabaya ya Yezebeli aliyekuwa karibu na yeye. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Hey! Maandiko yanaendelea kusema ha, ya kwamba Yezebeli alipopata habari kwamba nabii wa Mungu anaitwa Elia amewaua manabii wa bahari mia nne na hamsini, naye akatuma ujumbe usema, akatuma ujumbe akatuma ujumbe, naye akatuma ujumbe akasema, nenda kamwambie huyu anaitwa Elia sijui Elia sijui nabii wa Mungu, kesho masaa kama haya haya na yeye roho yake itakata itakuwa miongoni mwa hao manabii aliyo. Eliya mtumishi wa Mungu baada ya kusikia sauti hiyo akajawa hofu na woga ndani yake, na akakimbia. Biblia inasema akaenda akamwacha mtumwa wake sehemu, akaendelea mbele kama mwendo wa siku moja, akakutana mti mmoja unaitwa Bethemu, akalala chini. Na Biblia inasema akaomba kifo, kwa sababu Eliya alikuwa na uchuzi wa kutembea na Mungu alijua kila kitu nitakachoomba kwa Mungu atanipa. Naye alipofika kwenye mletemu akaomba Mungu, hebu niulie hapa. Na alikuwa amegoma kula siku nzima na zaidi. Malaika wa Bwana alimfuata hakuongea naye mambo mengi, alimwamsha awambia, Eliya amka ule. Akaamka akala, iwe nasema, alipomaliza kula akana akanywa na maji afu akalala, akaomba vile vile, nataka natakani. Malaika akamfuata mara ya pili, akamwambia amka tena ule, akaamka kala ile nasema, akatembea katika nguvu za chakula kile mwendo wa siku arobaini usiku na mchana, alik akafika mlima wa Mungu naitwa Horebu, akaingia kwenye pango moja. Alipofika mle, Mungu akampata akamwambia Eliya, unafanya nini hapa? Akamwambia, Bwana mimi yani ninataka nina nife. Kwa nini nataka ufe? Natamani wivu wa Bwana umejaa ndani yangu, natamani kuona kazi yako inaendelea mbele, Mungu natamani kuona watu wanaokolewa wa Israeli wako, natamani kuona jina lako linapata heshima, lakini mambo yanayoendelea kwenye nchi yangu na taifa lako te, teule la Israeli, kuna mfalme mmoja anaitwa Ahabu na mke wake anaitwa Jezebeli. Yani wanayofanya sio kabisa, na manabii wako wengine wamewaua, nimebaki mimi peke yangu, bo nakimbia tu niokoe roho yangu ani yaheri nife kuliko kukaa hapa. Bwana Yesu atusaidie, amen. Ukiendelea kusoma mstari wa kumi na moja utasoma anam, kwa muda wako wa nyumbani, Mungu anajidhihirisha kwa Eliya kwa namna ya tofauti, katika sauti ya upole, katika upepo mkali, katika sauti kubwa, katika tetemeko. apo anamwambia Eliya, bado una kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe anamwambia bado una kazi ya kufanya. Hebu sema bado nina kazi ya kufanya, sema bado nina kazi ya kufanya, sitakufa kufa, sita kufa, sita kufa, sita bali nitaishi tahisi, mpe Yesu makofi ya shangwe <laughs> Mungu anamwambia Eliya, wewe haufi kwa kuwa bado una kazi ya kufanya, na kazi yangu sio ya kwako ya kwangu. Kwa hiyo wewe ndiye hapa, pia Mungu ana kazi na wewe ya kufanya. Hautakufa bali utaishi. Mungu anamwambia Elia kwamba, a Elia, sasa Yezebeli anainuka katika uovu na kuharibu jina langu katika Israeli, na Ahabu ameiacha njia yangu. Huwezi kufa wakati bado hujamaliza hiyo hiocai. Mungu anamwambia Eliya, hata kama wakati wako wa kuondoka duniani umefika, sawa, lakini bado kuna kazi inabidi uifanye, lazima ile kauli aliyoisema Yezebeli ya kwamba atakuwa inabidi na mimi nitangaze ya kwamba Yezebeli ametangaza kukuua kwa msaada wa miungu yake, na mimi ninatangaza kukufanya mwizi kwa msaada wangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anajiapiza kwa Elia, anamwambia lazima kieleweke, ili ijulikane kati ya ya wewe na Yezebeli na Ahabu ni nani Mungu na ni nani atakaye kufa na ni nani atakaye ishi? Kumbuka, Elia ni nabii, na kila siku za mtawala yoyote, mtawala wa kifalme alikuwepo nabii ambaye anamsaidia kumwongoza kwa hiyo. Kwenye madaraka yuko mfalme, lakini anakuwa na nabii ambaye anaweza akamwambia ukweli na kumwelekeza namna ya kuongoza kwa mfalme. Hii ni haki hii? Hapana? utakubaliana na mimi hata wakati wa mfalme Daudi alivyokosea kwa mke wa Mungu anamtuma Nathani, anamwambia mfalme, tazama, ikuwa moja na mbili, mmoja ana kondoo mmoja, mwingine anao wengi sana. Mmoja huyu mwenye wengi akachukua ile moja, akamchukua akamnyang'anya bila akamuua, alafu wapate akuagusa falme, akasema huyo mtu afe, yani afai. Nathani akamwambia mfalme, tazama ni wewe." umemuua Uria na ukamchukua mke wake, ni dhambi mbele za Bwana na Daudi akaanguka magotini akatubu, Mungu akamsamehe. Kwa hiyo kila mfalme Mungu alikuwa na kawaida ya kumwinulia nabii ambaye atamuongoza. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kadhalika wakati wa mfalme Ahabu Mungu alimwinulia Eliya ili kwamba akimsikiliza awe hai na aone mafanikio yake yakiwa juu yake. Sasa ndo Ahabu amsikilizie Elia, Yezebeli hamsikilizi Elia. Mungu anasema saa saa, Elia, huwezi kufa. Hata kama unasema umechoka, umekata ume tamaa, huwezi kufa, haufi hata kama umeomba kifo. Bwana Yesu asifiwe, haufi. Mungu anamwambia Elia, nataka uniandalie watu watatu, na mimi siko na anamwambia wewe, Elia, hauko peke yako na maandiko yananiambia kwamba mtumishi wa Mungu Obadia ambaye alikuwa anakaa kwenye nyumba hiyo ya Ahabu, lakini ni mtumishi wa Mungu. Tutapita katikati yao katika jina la Yesu Kristo. Yani Obadia ni mtumishi wa Mungu na anakaa kwa Ahabu na Yezebeli, awa wakofi anawapelekea glasi ya maji, anawatekia, anafanya, lakini ni mtumishi wa Mungu na wakati Ezeberi alipotangaza kuwaua manabii wa Mungu, yule Obadia anapeleka manabii mia na hamsini wa Mungu aliye hai, anawaficha pangoni. Kwa hiyo Elia anaacha peke yake anapambana, ilikuwa ni haki yake kusema Mungu nimebaki peke yangu, kwa sababu alikuwa anaona vita yote anapigana mwenyewe. Elia yuko peke yake, anasema mbona wengine siwaoni? Kumbe Mungu ya amefanya maksudu kama idi vita yako ili yapigana na utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaishi kwenye jamii au kwenye familia au kandugu, unasangaa kuona mzigo watu watumbo wengi, lakini mzigo unabeba peke yako. Usilalamike, wewe ndiwe Mungu amekuchagua. Usikate tamaa, wendo Mungu amekusa, amekuchagua wewe. Wewe ndiwe Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe, amen. Usianze kulalamika Mbona kila siku mimi niona nanii nimemsomesha, yule nimemsomesha, hebu nipogeni ewa. Watu Mungu amekuchagua wewe. Wakati mwingine unasukumiwa kesi wewe peke yako, hata zikisababishwa na wengine, ni ya fulani, hata ingepita kule bule, wanairudisha inarudi kwako. Usikimbilie kulalamika, Mungu ana makusudi na wewe uliyokolewa, na ndio maana akaleta neno lake kwamba hutakufa bali utaishi maana Mungu bado anakusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko anaendelea kusema na kwamba Mungu anamwambia Elia, anamwambia nenda kampate Yehu mafuta awe mfalme, nenda pia kamtafute Elisha naye inabidi ya tawale awe nabii wangu, nenda tena katafute mwingine Azaeri na anamwambia Elia ya kwamba Sitake nikuwe mapema na wakati wakati bado na siku ilia mpaka umetimiza kazi. Kuna mazingira mengine unayopitia, huna sababu ya kuogopa, kwa sababu wewe unaishi kwa kusudi la nani? Kwa hiyo hakuna, kila silaha itakaofanyika juu wako haiwezi kufanikiwa, kwa sababu wewe hauishi kwa shauri lako ila ni kwa shauri la nani? Na haufi mpaka kazi aliyokuletea Mungu umeitimiza. Haufi mpaka kusudi la Mungu limetimia. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anaye duniani bure, amekuja kwa kusudi. Yesu akuja bure duniani, alikuja kwa kusudi. Mathayo moja ishirini na moja inasema huyu ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Na tunaona baada ya Yesu kutimiza kazi ya ukombozi, anasema inatosha, anarudi kwa Baba. Yohana mbatizaji anakuja kutengeneza njia baada ya kutimiza kazi yake anaondoka. Hata wewe umekuja duniani, hautakaa duniani milele. Unakaa duniani ila ni kwa shauri la Mungu peke yake. Hilo shauri la Mungu likitimia unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kadhalika lazima uelewe kwamba kama shauri la Mungu alijatimia viango simondoki ya Mungu haijakamilika, sifi mimi. Hata wakinirogaje, sirogeti, sifi. Hata nipigwe magonjwa gani, mimi sifi. Hata nikutane ajari gani, sifi mimi. Yesu asifiwe. Wa wakati mwingine lazima uendelee ulimwengu wa roho kwa ujasiri na kwa kuelewa neno la nani na Mungu ya kwamba, hata kama Yezebeli amediapiza mara ngapi, ameitolea miungu yake sadaka anaogopeka. Israeli nzima wakati mmoja, Ahabu alitamani shamba la Nabothi, zuri akalitamani, baka na ugua, akaenda kumwomba, naomba tubadilishane Nabothi, nikupe kule. Uh, eh, kwa sababu yeye ni mfano sema Nabothi akakataa, sema hapana, siwezi kukupa eneo la urithi wa wazazi wangu wa ndugu zangu, ah baba zangu, sitaki. Ahabu akumbia, alipokaa nyumbani wake Zebedi akamuona na huzuni, uzoe mwambie kuna neno ambalo anapenda kulisemanga mtumishi wa Mungu mama Michelle, najikuta hapa alinafani nizungumze tu kidogo. Anasemanga hivi kwamba mama, ukiwa imara kwenye familia, mambo yote yanaenda. Baba anaweza akayumba na kusumbua, lakini familia ikaendelea, lakini mama akisha vuruga na kuchanganya, hakuna familia yaani mama akisimama kwenye zami yake, amani na tawala. Baba akienda endako akamwachia mama watoto miaka miwili, mwaka anawakuta wako salama, akienda safari anaaa anakuta wako vizuri, wanaishi. Lakini baba ukimwachia watoto wiki moja, unakuta maisha ya watawanya, waashangaziadogow wa ni ukweli usiopingika. Mungu atusaidie, ni ukweli usiopingika kabisa, yaani kabisa, namwambie ukweli anawatawanya yani, sekunde, siku moja unakuta mashiki amemaliza, lakini mama hata ukimwachia watano kumi, yani yeye atawatengeneza na atabaki nao kadhalika. Utawala wa Ahabu, wa Ahabu mke wake anayeitwa Jezebeli alikuwa amepinda, alikuwa hayuko vizuri na Mungu, alikuwa ni mtu ambaye ni wadhambini, ni mtu wa kuvuruga vuruga ni mtu wa mashetani wa mizimu, akapata mlango. Ya shida nini, mbona una huzuni baba? Namwambia yani nambo tuyo ananigomea shamba lile, na mimi nalitaka sana. Ah, natelewa yani. Tena mwanamke akili inachanganya haraka kuliko hata mume wake ambaye ni mfalme mbia. Wewe usiangai, wewe si mfalme? Tumia mamlaka ya kifalme, tafuta watu. Tena Biblia inasema watu wasiofaa wamsagizie kesi mbaya, na watu waite, wazee wapigwe kwa mawe, wasema amemtukana na Mungu. Wewe utaenda we, kwa hesabu sema hivi. Hakaita wazee Jamani, tafuteni watu wawili wasiofaa wa siofa wamtushie kesi Nabothi. Yaani, mambo mengine yanayotokea leo yapo, jamani, yalikuwepo tangu enzi za Biblia. Akasema watafute wamtengenezee kesi. Wasema amemtukana Mungu na kumdharau mfalme. Atakapopigwa mawe akafa, wewe unachukua ile shamba. Na ule mpango ukafanikiwa. Unaona hiyo setting hiyo ya mama ulivyofanikiwa? Ndugu zangu nisikia, nikwambie uovu unaweza ukatokea na ukaendelea, sio kwamba Mungu auoni au amenyamaza. Mungu anauona na anazungumza. Mungu akamtuma Elia, nenda kapeke ujumbe sasa kwa Ahabu na Izebeli, mwambie kama vile mbwa walivyolamba damu ya Naboth hapa kwenye kiwanja cha Izreli, na wewe wataramba damu yako hivyo hivyo hapa. Mungu amemaliza. Mungu asemaki sana akisema amemaliza

Mtumishi wa Mungu anaendelea kusema na Mungu ambaye ni Elia anaenda, anaifanya kazi ya Mungu, anamsimika Elisha, anamsimika Yehu, anamsimika naae na, na, na Hazaeli. Anasema kazi imemaliza na Mungu anamwambia Elia, kama wewe ni mwanangu nakupenda, huwezi kufa kishamba shamba hivyo, huwezi kufa kiasara, mama ufie kwenye mleteiuka, hapana. Ukikubali kutembea na Mungu hata kama itakuwa imeandaliwa mauti gani juu yako, haitakupata. Tunaishi kwa Bwana na tunakufa kwa Bwana, hatupi kwa mashauri ya wanadamu. Tunakufa kwa sababu Bwana sema mwanangu, inatosha tondoke. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo habari njema mchana wa leo, nataka kukutia moyo ya kwamba hiyo vita haitakuua, huo ugonjwa hautakuua, hao wachawi hawatakuua. Hiyo mikosi haitakuuma, hiyo hali haitakumaliza, hayo machozo nayolia kila siku, kuna wakati yatakoma. Hiyo huzuni ile juu yako, kuna wakati Mungu ataiondoa. Hautalia kila siku, wewe hautakuwa bomba kila siku. Hapana, kuna wakati wa Bwana unakuja nao, ni wakati wa faraja. Ilipofika wakati wa Mungu, pamoja na kwamba Elia anaomba kifo, Mungu anasema huu sio wakati wa kufa, Huyu lazima aishi hata kufa kwa sababu Mungu ana kazi naye. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine sikilia sana nafasi hiyo nayo kwa Mungu, unapoisikilia nafasi hiyo kwa Mungu aliyokupa, hata kama ni uimbaji au ni kufagia kanisani, usikilie vizuri, napenda sana kuitumikia kwa moyo. Amina, sio kwa nia nyingine, sio kwa kulazimishwa Mi nasemaga, wakati mwingine Mungu ili ajifunue kwako, lazima umwambie Bwana Yesu, hebu nifundishe, nakuhitaji huru. Ondoa vinyombe ndani yako, ondoa kisasi, ondoa mashindano, ondoa malipizi, ondoa chuki. Hivyo vitakuchelewesha kumwona Mungu, vitakuchelewesha Bwana Yesu asifiwe. Weka pembeni, mwamini Mungu aliye hai na aliye mwaminifu ambao Mungu amekupa uisimamie kwa moyo wote bila manung'uniko. Shetani ni mjanja, anajua namna ya kuwapiga watu na anajua namna ya kuwanasa. Kwa hiyo simtumikie Mungu kimazoea, bado unapomzia itaji kupata mwongozo wake, itaji kupata mwongozo wake. Mwambie Bwana Yesu nisaidie, maana bila wewe sitaweza. Elia akaendelea sema katika nguvu za chakula kile. Kumbe Mungu anaweza akakupa nguvu za kuendelea. Na kati ya watu waliokufa vifo visivyo vya kawaida, Elia hakufa yeye, abugule nasema alipazwa na gari la moto akiwa na Elisha. Saa hiyo ugana moto likaja likamchukua, likambalisha mpaka mbinguni, lakini alikubali kutembea na nani? na alikubali kumtumikia Mungu kwenye mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, madamu naye Mungu aliye hai mzima mzima kama alivyo. Usiogope na usitishwe na mazingira, unakoenda ni kuzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe, usitishwe na mazingira. Kwao Elia alijikuta ni kama yuko peke yake, sema mbona nimebaki peke yake? Mbona kama niko mwenyewe na changamoto zinanilemea zinakuwa ni nyingi sana, kwa nini? Kumbe Mungu ana maksudi, anasema Elia, hey, miwa manabii wengine ninao wapo tu, nimwatuza sehemu, ila hii ni kazi yako wewe ka, wefanya kwa moyo kama kwa nani huko, ukiingiza la awama yoyote. Kwa nini kila siku wananipa ninde mimi? Kwani wengine hawapo? Kila siku mimi, kila siku mimi. Unamkuta roho mtakatifu mnamfukuza saidio pamoja, bali ukitembea na Mungu na kusimama naye bila mamang'oneko. Nasema katika Ayubu sura ya kwanza ya kwamba Ayubu alimpenda na Mungu alijiepusha na uovu, ndio nasema mtu mcha Mungu mweshimu Mungu na kujiepusha na uovu. Kwa hiyo, Elia anatumiwa na Mungu kwa namna ya ajabu. Wakati ma nawaza sema Elia alikuwa peke yake, akausha moto na akawakamata wale manabii wa Baali mia nne hamsini peke yake. Mungu akiwa juu yako unafanya mambo ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa juu yako utaweza kufanya mambo ya tofauti, ambao watakaoangalia usema sasa, amewezaje huyu Kwani ana kwa kwa kwa nani? Hapana! kwani ana nini? Hapana! kwani ana nini? Hapana! Sasa amewezaje? Na ndio maana tukaimba huko, tunasema sina jina jingine. Amen. Yaani wewe wakumtaja ni Yesu, ni wakumwimba ni Yesu. hata kaisema amewezaje, useme ni Yesu tu. Hata kaisema umeponaje, mwambie ni Yesu. Hata kaisema umeishije, mwambie ni Yesu. ule ugonjwa labda useme ni Yesu. amen. Ni rahisi sana wanadamu kutafuta njia nyingine ya uponyaji kuliko kwenda kwa Yesu hata wale wanakusanyika kwa mitume na manabii, kama akiambiwa pewa Yesu tuondoka, anasema bado bwana, amna nani, amna mitamba. Labda sasa hivi wameboresha, ana jina fulani la, ikiwa wanaita vifaa vya kiroho, anasema utachukua vifaa vya kiroho Roho Mtakatifu peke yake, vitu vingine haviponyi, vitu vingine haviokoi. Hata ningekupa hii madhabahu inayohubiria haiwezi kuponya. Hata ningekubebesha hii Biblia haiwezi kupona. Humu kuna maandiko ambayo hata Shetani anayo. Inabidi uwe na Roho Mtakatifu, aingie ndani yako akufanye uwe mpya. Haleluya! hata ningeviitaje majina mazuri. Maanake sasa, anaona akita mafuta ni kama jina fulani inavujada kama thamani fulani, na watu wanashtuka. Sasa anaita vifaa vya kiroho vifaa vya kiroho. Sisi tunasema ni Yesu atupiganiae, na lazima tusimame na Yesu mpaka kieleweke, tuwatangazie manabii na mitume wa uongo kama pasipo mafuta, pasipo chumvi Yesu anafungua na kuponya Pasipo vitambaga upako, Yesu anaokoa. Na kama tukisema kwamba tutembee, kama Biblia inasema vivuli vya mitume viliponya wagonjwa. Sasa leo Petro ayuko kivuli chake nakita. Kwa maana Yesu akasema, na uzima wa milele ndio huu, Wakupia Mungu wa kweli na pekee na, na sune mtu huyu Yesu wakimjua, wakimjua, mimi, yani wamemaliza. Na Yesu asifiwe. Sasa yeye anatembea na Yesu. Yani, ukitembea na Yesu ni raha sana kutembea na Yesu, mimi napenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una haja ya kwenda kwa mganga kuangalizia mbaya wako ni nani? Anayekuroga ni nani? Sijui mikosi imetoka wapi, una nini? Ah, haina haja. Unaposimama na Yesu, yeye akiingia ndani yako anaona huyu mwanangu ana njaa ajale, inabidi nimpe chakula. Anaona mwanangu ni mgonjwa, inabidi nimponye. Anaona mwanangu anasumbuliwa na nguvu za giza, nimfungue. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akishuka yaani, mashetani alipo yenyewe tuenye naslenda. Bwana Yesu asifiwe, ila utembee naye vizuri, utembee naye nawa Yesu wapotee hata lege. Hata Yezebeli asemeje utakufa, hata Yezebeli atangaze nini, hautakufa. Hata Yezebeli atiapize kwa nafsi yako, haufi sema. Tutapiga uchumi wake na tutaona naye mwabudu ni nani? Tutaona, tutaona, tutaona o no! Mbona kwetu wote tumeshazika? Mbona watoto wa kwanza huwa tunazika? Yeye anataaje naye amefanyaje? Mwambie mmezika nyieni, mi siziki kwa jina la Yesu. Wameliwa wakwenu wakwangu, walii kwa jina la Yesu. Wametolewa wakwenu wakwangu, watolewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa imani, jifike ujasiri maisha ya kiroho, vita. Kuna matukio ukiangalia kwenye ukoo na familia, ni yanatembea ni kama yana

Haleluya, yuko yeah. Yesu aliye hai. Na ndio maana ile dada anasema mimi niliolewa na Uislamu, lakini bado ndani yangu nasema bado kule, wewe ni wa Yesu au utapotea. Hata wafanyele wewe ni wa Yesu, hata wasema iomeoa no, ukisha moa no, tu anabadilisa, mimi ni wa Yesu. Rudi nyuma, utumia msaufu wa fedha, mimi ni wa Yesu kuja kwa uchawi, mimi ni wa Yesu. Utumie visingizio vya ndoa, mimi ni wa Yesu. Nasema siendi juu ya damu, ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakupenda, ndio maana uko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Simama tukamwombe Mungu mw. like, amemwambia na dakika chache mbele. Mungu ana makusudi na wewe na ameleta hili neno kwa makusudi. Ninachotaka ufuatane na mimi katika imani ni kwamba Mungu yeye anachokuwa amekipanga juu ya mtu wake huwa anakitimiza yeye Elia yeye ni mtumishi wa mungu mkubwa, alitembea na mungu sana, lakini ilifika wakati ambapo yeye akasema, sasa hapa mimi mbona kama akili zangu zimefika mwisho. Haijalishi kama umefanya mangapi. Ah, ninasemaga hatumkabili shetani kwa nguvu zetu, hapana. Kuna watu wana vyeo vizuri kuliko wewe, shetani amewaning'iniza hivi. Kuna watu wana wana wana elimu nzuri, wana vyeti vya juu, amewashikiria hivi shetani. Kuna watu wana uwezo mkubwa, ila bado mashetani yanatesa maisha yao. Aliye ndani ya Yesu na ikati kumwendea Yesu kwa imani yote na kumtazama yeye yeye aliye mwaminifu. mwaminifu. Na Amen. yeye aliye mwaminifu naeail